Kwa kipindi kilichoishia Juni 2024 idadi ya wawekezaji ilifikia 4806 kutoka wawekezaji 2041 kwa kipindi kilichoishia Juni 2023. Na ndugu wawekezaji, ongezeko hili la idadi ya wanachama ni sawasawa sawa na asilimia 100 na 35 ya wawekezaji waliosajiliwa katika mfuko wetu wote. Kwa hivyo nalo ni katika eneo ambalo tumefanya vizuri sana katika kipindi kilichopita. Serikali inatarajia kuzindua dirisha la E-Wekeza katika mfumo wake wa watumishi portal, na hili likifanyika na ambalo tayari lina lina linakaribia kukamilika litawezesha watumishi waliokuwa katika utumishi wa serikali waweze kuwekeza katika eh, mfuko wetu wa faida moja kwa moja kwa kufanyiwa makato katika mishahara ya kila mwezi kupitia katika dirisha ambalo litawekwa katika mfumo huo. Kama tulivyosema, mifumo ya kidijitali inavyoimarishwa inarahisisha, na sisi kama mfuko wa faida ambao ni sehemu ya watumishi Housing Investment fursa hii itakapopatikana itatufaidisha kwa kuwezesha watumishi kuwekeza kupitia katika dirisha litakalotengenezwa na naomba nitumie fursa hii kuwahimiza watumishi wote wa, wa umma kuchangamkia hii fursa hii. Hii ni fursa adimu sana hii e, baadaye tutapata kuzungumza kwamba unavyopata fursa ya kuwekeza kidogo kidogo na mapema na hii nadhani na, na bahati nzuri tuko na e, mwakilishi wa katibu mkuu kutoka ofisi ya Rais utumishi wa umma, na tutaomba pia kupitia kwao wa, watusaidie kufikisha ujumbe huu, lakini pia kuwahimiza na kuwakumbusha watumishi wote wa umma kushiriki katika kuwekeza e, kwa mwendelezo na kuanza kuwekeza mapema zaidi kujiwekea akiba na wanapoamua hivyo sisi tutataka waje wawekeze kwetu kwanza, tuwazii kwenda sehemu nyingine, lakini tutataka wawekeze kupitia Faida Fund. Na, na, na Faida Fund kama inavyosimama yenyewe haijawahi kumkosesha mtu. Yenyewe tu peke yake ukiingia tu tayari umepata faida. Hakuna namna unaweza kuwa faida usipate faida. Uwezi kuwa Faida Fund, usipate faida, na hilo tuliliona tangu mwanzo, ndio maana tumejiposition kwa kuhakikisha kwamba wawekezaji wetu wanapata faida kwanza. Kwa hiyo hii ni fursa kwa watumishi wa umma na wanaweza kuanza sasa kokote pale walipo kupitia katika e, e, forum mbalimbali ili kuweza kui, kuichukua fursa hii ya kujiwekea e, kipato ambacho kitawafaa kwa matumizi mbalimbali mbali ya kwao, lakini pia kitawafaa pale ambapo watakuwa wamefika na kujiandaa na nyakati za kustaafu. Kwa niaba ya katibu mkuu ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, tunashukuru kupata fursa hii ya kuendelea kushirikiana na Watumishi Housing, na tunaendelea kuwapongeza kwa hatua mbalimbali mbali ambazo wamefikia. Kama ambavyo tumeona taarifa imetolewa na mwenyekiti, ni dhahiri inaonekana kwamba tunaendelea kufanya vizuri na tutafanya vizuri zaidi ya hapa. Sisi kama ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma tutaendelea kushirikiana na Watumishi Housing kwa Faida Fund kuona kwamba mifumo yetu inaongea na kuendelea kuhamasisha watumishi kujiunga na mfuko huu ili kuweza kutatua zile changamoto ndogo ndogo ambazo wakati mwingine tunakutana nazo katika maisha yetu ya kiutumishi kama ambavyo mwenyekiti ameeleza. Asante na tutakuwa tayari kushirikiana na ninyi.